Sifiwe. Karibuni sana katika channel hii ya Binti 750 ambapo huwa na share neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali sawasawa na jinsi ambavyo Bwana anavyonijalia. Kama wewe ni mgeni au bado hujasubscribe, naomba subscribe, share like, and comment, na Mungu akubariki sana. Leo ninamshukuru Mungu kwa kunisaidia nianze new series inayoitwa Shule Maalum ya Mungu au God Special School shule ambayo wale ambao ni watu maalum watu special kama mimi na wewe walionunuliwa kwa damu ya mwana kondoo ndio shule hii inawahusu. Kama wewe bado hii shule haikuhusu, mbona huu ndio wakati unapitwa na mambo mengi. Bwana njoo huku shule eh? Mwalimu ni mzuri, Roho Mtakatifu yuko 24 hours anatufundisha, ana anatuongoza, anatusaidia. Kwa hiyo karibu sana. Um, kwa hiyo katika hii series tunaenda kuangalia masomo mbalimbali na kusudi ya kila somo. Nitatoa mifano kwenye Biblia ya wale ambao walipita wakafaulu hilo darasa na wengine ambao walishindwa uh, na kama na mimi nina kaushuhuda, nitaweka hapo kaushuhuda kangu, lakini ninakuomba usiache kuangalia mpaka mwisho. Leo tunaenda kuangalia darasa letu la kwanza katika episodi yetu hii ya kwanza, karibu sana na Mungu akubariki sana. Karibu sana katika sehemu yetu hii ya kwanza ya shule hii maalum ya Mungu au God's Special School, ambapo tunaenda kuangalia coincidentally ni darasa letu la kwanza na episodi ya kwanza. Guess what? Darasa hili ni la imani Hili darasa ni muhimu sana na ndio darasa la kwanza kwa kila mmoja. Ndio maana neno la Mungu linatuambia kwamba ukimwamini Bwana Yesu kwa moyo wako na kumkiri kwa kinywa chako utaokoka. Kwa hiyo ili uingie katika hii shule kwanza, yani huu ndio entry exam. Ukifaulu unakaribishwa kwenye shule. Sasa tukifika huko shuleni, sasa madarasa yanaanza. Ya imani yapo mengi, yani kwa level tofauti tofauti kila mtu sawa sawa na kusudi alilonalo, na vile vile jinsi ambavyo Mungu anajua ni mahitaji yako, vile vile inavyompendeza Mungu mwenyewe upite madarasa gani, na sababu nyingine tunaweza tusizijue hapa duniani kwa nini unapita katika hilo somo la imani. Lakini kama tunavyojua kusudi la Mungu siku zote ni nini? Ni jema, hiyo katika mtihani wote unaopitia, jua ya kwamba lina kusudi. Tutaenda kuangalia kwa nini tupite kwenye eh, ili, ili darasa la imani. Sasa darasa hili la imani, kama nilivyosema, linaanzia pale tunapompokea bwana wetu Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yetu, na neno la Mungu linatuambia katika Waefeso mbili mstari wa nane ya kwamba tumeokolewa kwa neema na kwa njia ya imani. Kwa hiyo njia ya imani ndio inayotuokoa, lakini ni darasa ni endelevu. Ni kama vile naweza kutoa mfano somo la Kiswahili, tumelisoma tukiwa darasa la sala kwanza, kuandika a e o u. Darasa la pili unaanza kuanza kuendeleza vile vile, unaongezewa ma me mi mo mu, za ze zi zu zu na kadhalika. Ukifika darasa la tatu, kinaanza Kiswahili chenyewe, hivyo hivyo mpaka form four. Ni compulsory, ni, ni lazima Then tukienda huko A level kuna watu wanaochagua kuendelea na Kiswahili huko chuo kikuu, watu wanaendelea kusoma, wengine wanasoma mpaka degree, wengine mpaka PhD. Lakini ukiangalia wale wanaoamua kwenda kufanya huko PhD na nini, ni kwa sababu ya kazi ambazo wanaenda kuzifanya. Kwa wana sisi, kutokana na kazi ambazo Mungu anatupa katika ufalme wake, inawezekana wewe unahitaji darasa la hali ya juu sana la hiyo imani ili uweze ukaifanye hiyo kazi vizuri, kwa watu natofautiana. Kuna wengine, kuna levo wakifika inawatosha, na wengine kuna levo ikifika, bado wanaendelea kuletewa mtihani baada ya mtihani. Na ndio maana unaweza kukuta watu ambao wame wana Mungu anawatumia kwa mambo makubwa, na wao mitihani yao mikubwa sana. Kwa nini? Ili wawe imara. Sasa hii imani ni kama nilivyosema, ni endelevu na inategemewa kwamba hata itakapofika mwisho wako uwe umeishikilia imani. Na ndio maana Bwana Yesu akauliza katika Luka kumi na nane, e, e, mstari wa nane kwamba lakini atakapokuja mwanadamu ataiona imani duniani? Kwa Bwana Yesu anategemea kuikuta imani atakapokuja. Na ndio maana Paulo anasema vita nimevipiga, imani nimeilinda, ile imani niliyo I ionyesha wakati nampokea Bwana Yesu nimeilinda hiyo, sijateterekana, ninaenda mpaka nikienda kusimama mbele ya Bwana Yesu anaiona imani yangu. Umeona, ndio maana nasema hili ni somo muhimu sana. Sasa imani ni nini? Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasionekana. Natoa mfano, kwa mfano wokovu, ni kuwa na hakika kwamba umeokolewa lakini amna mtu ambaye atakwambia nionyeshe wokovu wokovu wako, prove to me kwamba umeokoka. Sita kuwa na kitu cha kumwonyesha mtu, mtu ataweza kushika wala kunusa eh, wala kupapasa kwamba huu ndio wokovu. Lakini watu tunaamini ya kwamba ni eh, wokovu upo na, na tumepokea wokovu, lakini siwezi kuja pale kwambia wokovu wangu huu hapa, umeona. Kwa hiyo lazima uwe na uhakika na, sasa unapatikana what, ni chanzo gani cha imani? Neno Mungu linatuambia Warumi kumi kumi na saba imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwao ili mimi na wewe tupate kuokoka ni lazima tusikie neno, na hilo neno la Kristo ndilo linalotufanya tuweke imani yetu tuokoke, na sio hivyo katika mambo yote Unajua, kuna watu wengine, na ndio maana neno la Mungu lazima tunaangamia wakukosa maarifa, kwa sababu usipokuwa mna maarifa yanayotokana na neno la Mungu hutaweka imani, na kwa sababu hutaweka imani, yani hutakuwa na imani kwenye hilo, then hapatakuwa na matokeo. Kwa hiyo unakuta kwamba mtu anaangamia kwa sababu ya nini? Ya kukosa maarifa. Kumbuka, maarifa yanatokana na neno la Mungu. kwa hiyo sasa kwa nini sasa hili darasa ni la imani ni muhimu? Hapa ndipo penye penye e, penye majibu. Kwa nini tupitie imani? Kwani si nimeshaokoka, Mungu sanajua, ninamwamini. Kwa nini tu mimi nisikae hivi hivi ikawa e, ndio tuna, tunaenda mbinguni kweli? Wapo wanaoenda mbinguni bila kupitia hii, lakini wao wanaondokaga yani wanakufa. Am, mtu ameokoka kama yule mwizi msalabani Aliweka imani yake kwa Yesu kwamba ndio Bwana na Mwokozi pale pale msalabani, akafa yeye. Hakupewaga mitihani hii mingine kama ambayo wengine mimi na wewe tunapitia, na ndio maana Yakobo anasema furahini mnapopitia majaribu mbalimbali. Tufurahi kwa sababu tupo hai, as long as tuko hai na tunamkiri Bwana wetu Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi, tutapita kwenye haya majaribu mbalimbali mbali ambayo nia yake ni kutufanya mwisho wa yote, ili tuwe kama Kristo. Kwa nimeweka sababu chache kama kuna sababu nyingine naomba uziweke hapo chini kwenye comment. Sababu ya kwanza niliyoipata ni kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu wa Ibrania kumi na moja mstari wa sita. Naomba ukaisome sura ya Waibrania kumi na moja inayozungumza vizuri kuhusu mambo ya imani na watu mbalimbali mbali ambao tunawaita ni ma-giant of faith, hiyo ndio hall of faith kama ilivyo hall of fame kule Hollywood. Kwa hiyo kama umpendezi Mungu ndio tunakuja kwenye sababu ya pili. Sababu ya pili nasema hivi, kwa sababu hiyo nawaambia yoyote mtakayeomba mkisali aminini ya kwamba mnayapokea nayo yatakuwa yenu. Kwa hiyo hii sababu ya pili ni kwa sababu ili tupokee tutakiwa tuwe na imani. Kwa hiyo tunapokuwa na imani kwanza tunampendeza Mungu. Na tukimpendeza Mungu ndio maana Bwana Yesu anatuambia katika Marko 11:24 tukisali tutapokea. Umeona? Kwa hiyo this is how important imani is katika maisha yetu sisi. Nyingine, sababu nyingine ambayo ni ya tatu eh, tunahesabiwa haki tunapokuwa na imani. Neno la Mungu linatawambia, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani. Unaona, kuna imani hata imani, yaani tunazidiana viwango kama ilivyoandikwa mwenye haki ataishi kwa imani. Na tunaweza tukamwangalia mtu mmoja ambaye aliishi haya maisha akahesabiwa haki. Mwanzo kumi na tano sita nasema, Ibrahimu akamwamini Bwana naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Umeona? Kwa hiyo tunapoiweka imani yetu tunahesabiwa haki. Na kitu kimoja ambacho mimi nilijifunza ni kwamba imani ni kama msuli, hii misuli ya kwenye mwili. Unaona watu wanaoenda gym akianza gym anaweza kuwa kama mimi legelege lege, lakini akiendelea kwenda gym baada ya wiki mbili. Mimi mwenyewe ni mfano, nilivyofanyia operation nilikuwa siwezi niki naenda na nikutembea napumua vibaya sana. Sasa sasa hivi naweza kwenda fast, faster than nilivyokuwa nikienda Januari eh lakini vilevile naenda mbali zaidi, kwa sababu masozi zangu zimesha zimeshazoea. Na imani ni hivyo hivyo, unavyofanyia kazi ndivyo inavyotanuka, unakuwa na nguvu. Na ndio maana kuna mchungaji mmoja anasema Mungu aliwahi kumpa ni maono, akajiona yeye katika ulimwengu wa roho, anasema aliona mtu yaani kama wale tunaonaga mshaonaga picha Goliati, Goliati limesimama li, likubwa, lipana. Akasema nani yule, anamuuliza, anauliza kwenye maono, akampa, huyo ni wewe. Akasema mimi? Wewe, akasema ndiyo. Katika ulimwengu wa roho wewe unaonekana hivyo. Ni kwa nini? Kwa sababu ya imani. O, tunapokuwa na imani mamaso yetu ya imani na nini nini ndio tunakuwa ma, ndo maana ile sura kumi na moja ya Waibrania inaitwa Giant of Faith, kwa sababu katika ulimwengu wa roho ni watu wakubwa sana, ni, ni miji tu tunaita. Umeona sasa, Waibrania kumi na moja, kama nilivyosema, ni muhimu sana, ni kitabu kizuri, ni sura nzuri, inaelezea mambo ya imani. Kwa hiyo hapa naenda kuangalia mifano ya imani jinsi ambavyo inaweza kutumiwa hata kwangu mimi na wewe. Mstari wa kumi na moja, mstari wa tatu. Na Mungu anasema kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa hiyo tunaona Mungu alipoumba hivi vitu vilifanyika kwa imani, yaani Mungu hakuwa na wasiwasi kwamba naliwejua jua, eti ana wasiwasi sijui jua litakuwepo, sijui jua litakuwepo. Hamna kitu kama hicho, na ndio maana mimi, katika vitu ambavyo vinanifanya ni mshangae na kumpenda Mungu sana, ni kwamba Mungu will never ask us to do anything ambayo yeye mwenyewe sio, au yeye mwenyewe hajafanya na ndio maana anasema muwe watakatifu kama nilivyo mtakatifu, muwe wakamilifu kama mimi nilivyo mkamilifu. Na vile vile, kwa sababu yeye aliumba hata ulimwengu huu kwa kulituma neno, na yeye anataka hivyo hivyo na sisi tuishi kwa imani, umeona? Na imani hii inatokana na neno Mungu. Kwa hiyo Mungu tu alikuwa anasema lile neno lake, lile neno lake linaenda kufanya nini? Kuumba na ndio maana sisi tutakuwa tulitumia hilo hilo neno lake ili liende likafanye nini, likaweze kufanya yale ambayo tunayahitaji yafanyike. Sasa case study yetu ya leo nimemchagua mtu anaitwa Rahabu. Rahabu mnaomjua, wasoma Biblia mnajua Rahabu. hadithi uh, yake iko katika kitabu cha Yoshua mbili na Yoshua sita kule ndio utaenda kumkuta Rahabu. Neno la Mungu linatuambia Ibrania kumi na moja mstari wa thelathini na moja. Kwa imani Rahabu yule kahaba hakuangamia pamoja na hao walioasi kwa kuwa aliwakaribisha wale wapelelezi kwa amani Unamwona Rahabu naye ni mmojawapo wa majayanti wa imani kwa kitu ambacho alikifanya lakini embu waza nafikiria huyu Rahabu anatambulika au Biblia inatutambulisha kwamba alikuwa kahaba, lakini alikuwa na kitu ambacho kiliwazidi watu wote wa Yeriko, nacho ni imani. Imani imemtofautisha Rahabu, pamoja na kuwa alikuwa kahaba, pamoja alikuwa ni mtu wa mataifa, ameweza kuwa hata kuwa Hat ya genealogy ya Yesu Kristo katika kitabu cha Mathayo utamkuta Rahabu anatajwa. Mathayo moja pale anatajwa fulani kamzaa fulani na mpaka Rahabu anatajwa kwa kitendo cha imani alichokifanya. This is how imani inaweza kukutofautisha wewe na wengine. Sasa ukienda okay, kitabu cha Yoshua mbili kumi na moja nenda kasome chote. I love that chapter. Anasema mara tuliposikia hayo mioyo yetu iliyeyuka. Walisikia nini? walisikia habari za Mungu nasema. Kwa hiyo ndio maana anasema imani inakuja kwa kusikia neno. Walisikia habari za Mungu watu wote wa Yeriko, anasema wala hukusalia kusalia ujasiri wowote katika mtu awaye yote kwa sababu yenu. Yaani mji mzima wa Yeriko ukatetemeka, mioyo yao ikaijuka, mfalme mpaka mdogo ambaye alikuwa na, na ufahamu anasema, kwa kuwa Bwana Mungu wenu yeye ndiye Mungu katika mbingu juu na nchi katika nchi chini umeona sasa, tofauti yani, nataka tu kuisamarize kui hii hadithi ya Rahabu. Rahabu na wale watu wote wa Yeriko walisikia habari ambazo matendo makuu ya Bwana aliyowatendea wana wa Israeli toka walipotoka Egypt. Wametoka kwa vishindo, Mungu amepasua bahari, Mungu amewapa mana, Mungu ameua adui zao, Mungu amewapa maji katika mwamba Mungu amekula kunguru uko njiani, mambo mengi. Sasa wakajua watu wanakuja katika huu upande wetu, watatuangamiza. Sasa wale wote wakatetemeka, wakafanya shauri, wakasema tuwafungie mji, wasiingie wala wasipite. Hawana pale, ndo ilikuwa njia ya wana wa Israeli. Rahabu hana influence zaidi hapo, nakumbuka Rahabu kwa sababu alikuwa ni ni kahaba alikuwa amewekwa huko nje ya mji mwisho kabisa huko, kumbe ndo amewekwa kwenye position ya kufanya jambo lake. Yani siku nyingine nitaliangalia, nita, nita, nita tena, ili somo la Rahabu ni somo peke yake. Point ni kwamba Rahabu akachukua msimamo tofauti, lile neno lilivyokuja kwamba hawa watu wanakuja, yeye likainua imani yake ndani yake kutaka kujiungamanisha na hawa watu wa Mungu wale wengine wakaogopa wakaiuka. Na ndio neno la Mungu linapokuja, mara zote likija, kuna watu wataliamini, kuna watu ambao lile neno lina wa linawavunja moyo au lina linawaharibu, yani wanaharibikiwa wanapolisikia, wanaamua ku, kulikataa. Ndio maana hapo wameitwa waasi kwenye Waibrania kumi na moja. Kwa hiyo, wapendwa, Mungu atusaidie tuwe kama Rahabu tunapolisikia neno la Mungu, kwa sababu mwisho wetu tunajua Rahabu aliokolewa, yeye pamoja na familia yake, ambayo hawa watu wote walikuwa wanamdharau mwanzoni. Kwa hiyo kama tulivyosema, darasa la kwanza kabisa kila mmoja wetu lazima mkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi w ya wa maisha yake. Lakini baada ya hapo, utaendelea na madarasa mengine, kila mtu kutokana na viwango mbalimbali ambavyo utavipitia. Sasa kuna adui wa imani hii hii, adui wa imani ndo anasababisha sisi mara nyingine katika haya madarasa tunashindwa, tunarudia rudia mitihani. Uzuri bwana wa hii shule ya Mungu, ukifeli saa hii uko deni darasa la imani, darasa la tatu, tuseme ukafeli darasa la tatu, utalirudia darasa la tatu wewe mpaka ulifaulu ndio uingie darasa la nne. Hivyo hivyo mambo yanavyoenda na mimi ni mfano. mimi nilifeli darasa la kwanza, sana jamani, darasa la kwanza nilifeli ilo, darasa la kumwamini tu Bwana Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi. Sikumbuki ni mara ngapi nilishaendaga kwenye altar kwenda kusema nimekupokea Bwana, Bwana wangu kwa Bwana na Mwokozi wangu, lakini nikirudi nyumbani nikafanya tu kosa, yani nikwaga jikondem mwenyewe, nikishafanya kosa tu nasema hii ah, yeah, haiwezekani kwa sababu niko natumia nguvu zangu na akili zangu kwa hiyo nasema hii ah, haiwezekani. Naacha narudi dhambini, vivyo hivyo, vivyo hivyo mpaka siku ambayo nilikamatwa kiukweli. Kwa hiyo hofu ni kitu kimojawapo ambacho kinatusababishia tukashindwa kuwa na imani kwa Kristo au katika kile ambacho tunakipitia. Mfano mzuri ni Petro. Petro alivyokuwa anamfuata Bwana Yesu kwenye maji, alikuwa anapita vizuri tu juu ya maji, lakini ghafla aliangalia maji Alivyoangalia maji mawimbi akampiga, na ndio maana hapa nataka kusema kwamba sikudanganyi, na wala mimi siko hapa kumtia mtu moyo kiasi ya kwamba ya kumpotosha. Majaribu yanatisha kwa macho na u mwili, ukiaangalia, ukiafeel, ukiasikia, yanatisha. Ndio maana tunaambiwa mwangalie Yesu aliye kielelezo cha imani yetu. Kwa hiyo tusiangalie majaribu, kwa sababu majaribu yana nguvu kuliko sisi, lakini Kristo ana nguvu kuliko hayo majaribu. Kwa hiyo wewe chagua, unaangalia kilicho na nguvu kuliko wewe au unamwangalia aliye na nguvu kuliko hayo hicho unachopitia? Uchaguzi ni wako, isipokuwa tujifunze kwa Petro. Petro alivyoona ame, amefanya makosa kuangalia chini na anazama, alipiga kelele akasema Naomba Bwana unisaidie, ninazama. Na sisi hivyo hivyo, bado tunayo nafasi ya kumwita Yesu, Bwana Yesu nisaidie. Adui wa pili shaka. Bwana Yesu anasema katika Mathayo ishirini na moja ishirini na moja anasema msipokuwa na shaka Sio tu kwamba mtafanya kama mimi nilolifanya la jambo la mtini. Maka aliulani mtini ukakauka, wanafunzi wanamshangaa, akamwambia wala hii mbona ili mbona jambo dogo tu, nyie mnaweza kuongoa hata mlima, mkauambia mlima ungoke uende baharini, nalo litafanyika. Lakini anasema msiwe na shaka. Sasa, tofauti ya shaka na hofu ni moja. Hofu ni pale unapoliangalia jaribu likakutia uoga na tunaambiwa hatujapewa roho ya hofu, bali roho ya nguvu, roho ya upendo, ndo ambayo tumepewa na sound mind. Kwa hiyo ukiwa na hofu, hivyo vitu vitatu vinakuwa vimekosekana kwako, e, na, boldness sound mind and love, na mimi hapa naamini ni love for God. lakini cha pia shaka, shaka ni kuwa na shaka na lile neno la Mungu Yani lile neno lililokuja kama Mungu anakuambia nitakuokoa, we unalitilia shaka. Mimi nitaokoka kweli? Mbona mimi siwezi kuacha kunywa pombe? Mbona mimi? Yani unatilia shaka neno la Mungu au uweza wa Mungu, nguvu ya Mungu, mamlaka, chochote kile. Na unaona hivi vyote ni dhambi. Hofu dhambi, na nini dhambi, kwa sababu una question uwezo wa Mungu katika maisha yako. Kwa hiyo kwa ufupi, mimi binafsi katika hili nili nili nani nilipopitia kama nilivyosema, kwenye mambo ya uponyaji, nilipo neno la Mungu lilivyokuja, niliamini kwamba Mungu anaponya. Nilikuwa um, nilishuhudiwa na rafiki yangu ambaye alitoa ushuhuda. Rafiki yangu anaitwa Joyce, ambaye kama mnaangalia kipindi cha JNR, aliniambia, bwana mimi, nilivyokuwa na na, na, na nimekuja tu nchi nilikuwa diagnosed na kansa, nikamlilia Mungu, Mungu akaniponya. Sasa itakuja kuwa wewe haya na ni ugonjwa ambao umepewa, basi hapo nikaiweka imani yangu na the rest is history. Kwa hiyo nilivyookoka, sasa si nilisema nilikuwa na natetereka tetereka katika kuokoka. Siku kweli ilivyokuja siku ya kuokoka, amna kalienishuhudia, nilifungua Biblia nikakutana na Yeremia 18:6. Umeona, ni lazima liwe neno nikakutana hili neno nasema, e nyumba ya Israeli, je, siwezi mimi kuwatendea ninyi vile vile kama mfinyanzi huyo alivyotenda? Asema Bwana, angalieni kama udongo ulivyo katika mkono wa mfinyanzi, ndivyo mlivyo ninyi katika mkono wangu, e nyumba ya Israeli. Yani nililia, nikamwambia, nikaambia Mungu kama kweli wewe unaweza kufanya maki. Saa hizo napiga picha kichwani mwangu. Ndio hivyo imani, lazima uwe na picha kichwani mwako ya jinsi ilivyo. Nikapiga picha yule mfinyanzi ameshika ule udongo, ana uviringinya nikasema hapana, Bwana, na mimi ni udongo, niko mikononi mwako, ni finyange. That was the start of my story mpaka nakuja kusimama hapa, kila kitu nikiangalia, kuanzia hiyo elfu mbili kumi na mbili Septemba, Mungu naona jinsi ambavyo wananifinyanga roho yangu, nafsi yangu, mwili wangu. Sasa tuki imani, tunatakiwa hivi, imani, bwana, inakusaidia kitu cha kwanza kabisa tunatakiwa tukifaulu ili so ili somo la imani ili tunapokea kile ambacho tumekiwekea imani. Kama ni wokovu, tunapokea uponyaji, tunapokea baraka, ushindi, amani, vyote vile ambavyo tunavihitaji, tunavyopowekea imani yetu, hapo tunapokea. Kwa hiyo imani ni kwa ajili yetu sisi eh, ni kwa ajili yetu sisi. Ni kama currency, ni pesa ya mbinguni, ni Mungu. Ni kama vile anakwambia he, unataka uponyaji, nionyeshe imani yako. Unatoa imani unapewa kile ambacho unakihitaji kwa Mungu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na imani na ndio maana tunatakiwa tupite kwenye hii shule, na adui anajua, hataki upokee hivyo ambavyo Mungu anavyo kwa ajili yako, analeta shaka, wasiwasi na vitimbwi mbali mbalimbali. Lazima tuzijue hila zake. Sasa watu gani ambao wenyewe walifeli hii hili somo? Kama nilivyosema, kila somo tutaangalia watu ambao walifeli. Wayahudi, wana wa Israeli walifeli ili somo. Neno la Mungu litatuambia kwamba walifika mahali wakaanza, especially tukiangalia pale katika kitabu cha Numbers sura kumi na tatu ndio tutaona anguko lao kubwa. Yani Mungu ameshawatoa huko, wamefika, wanaenda kuinani, wanaenda ku spy nchi, wanarudi na ripoti ya ajabu. Kalebu na Joshua wanawambia, jamani jamani, jamani, huyu Mungu aliyetutoa huko, jamani, si anaweza kutupitisha? Kwani hiyo mijitu ni mijitu gani? Hamna atuende. kutokuamini kwao wakawa mizoga huko kwenye nani, wilderness. Mungu akawafanya mizoga hamna. Aliingia katika watu waliotoka Misri ni Kalebu na Joshua ndio walioingia, tena walitoka kule kama vijana wadogo tu, ndio walioingia. Wengine wote walifia nani, kwa sababu ya kutokuamini kwao. Na watu wengine wa Wayahudi wakati wa Bwana Yesu, wale wa mji mmoja ambapo Yesu ametoka. Nao neno la Mungu linatuambia Bwana Yesu akufanya miujiza mingi huko kwao kwa sababu ya kutokuamini. Sasa maombi yangu mimi na wewe tusiwe kama hao Wayahudi wa wakati wa Musa ambao walimsababisha hata Musa asiingie Kanani kwa sababu ya kutokuamini kwao. Tusiwe kama Wayahudi wakati wa Yesu, Bwana Yesu akenda kufanya miujiza sehemu nyingine, wao akawaacha. Mungu atusaidie atusaidie imani yetu akapate kuikuza, tuwe na imani angalau kama haradali, ili tuweze kupokea yale ambayo Bwana anayo kwa ajili jili yetu, tuweze kuambia milima toka katupwe baharini, nayo itaenda kutupwa baharini. Ninaomba niishie hapo. Kama bado hujasubscribe. subscribe, share, like na naomba weka comment yako kuhusu chochote ambacho nimekiacha kwa katika swala hili la imani, lakini maombi yangu ni kwamba Bwana Yesu atakapokuja aikute imani yako.